Asante sana Tido Mhando. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, nami pia niongeze sauti ya kushukuru kwa kukutana na sisi wahariri kwa ajili ya kueleza Watanzania eh, tathmini yako ya mwaka mmoja madarakani. We na tuanze tu, wewe mwenyewe unajitathmini namna gani? Dokta Lioba, umeniuliza swali gumu la kwamba mimi naweza nikajitathmini namna gani lakini kwa vile unataka nijitathmini, basi goja nijimwage hapa, halafu <laughs> na kwa sababu hiyo, utaona kwa mfano kwenye miradi ya, ya miundombinu bajeti iliyopitishwa ilikuwa ni trilioni 5.47. Na kwa sababu hiyo mipango ambayo inaendelea na mipango mingine ambayo imeanza kutekelezwa ni mikubwa zaidi. Kwenye kujenga reli tumeamua tujenge reli sisi wenyewe, na ndio maana kuna trilioni moja imetengwa na mpaka sasa hivi ma contractor ambao wamechukua zile tenda ni zaidi ya 40 na nina uhakika wanatakiwa kurudisha kwenye, kwenye mwezi huu ili tuanze kujenga standard gauge, na awamu ya kwanza itaanzia Dar es Salaam hadi Morogoro, na fedha ipo kutokana na kutenga hizo trilioni 5.47 kwa ajili ya miundombinu mbinu, tumeweza kununua ndege na ndege zote tumezilipia keshi. Ndege mbili zimeshafika ambazo ni Bombardier Q400 tulilipa advance payment na payment ya mwisho tumelipa zilipofika hapa, kwa hiyo hatudaiwi hata senti tano lakini mbali na ndege hizo mbili tumeshatoa oda ya ndege zingine tatu, nazo tumeshalipia advance payment ya 30%. Ndege hizo moja ni Bombardia ambayo itafika kwenye mwezi wa sita, kama hii kama hizi zilizopo, lakini zingine ni jeti CSC300 si ambazo zinabeba watu kati ya 137 hadi 150. Na hizo nazo zitafika mwanzoni mwa mwaka 2018 kwa sababu sasa ziko viwandani zinatengenezwa, lakini pia tumeshalipa advance payment ya dola milioni kumi ili tuanze negotiation ya ndege nyingine ya nne kutoka Boeing yenye kubeba watu 242 na watakuja nafikiri mazungumzo ya awali yatakuwa mwezi huu. Tunafanya hivyo kwa sababu tunaamini kwamba kama tunataka kujenga utalii katika nchi yetu, hatuwezi tukaujenga utalii wakati ndege mnazo za kubahatisha. Ni lazima tuwe na ndege inayoweza kutoka Marekani, inayoweza kutoka Beijing, China, inayoweza kutoka Urusi direct mpaka hapa nani, stop ili watalii wetu waje hapa badala ya kuwa wanakuja watalii wanafika mahali fulani halafu mnawagombania. Hiyo ndio direction yetu. Kwa hiyo nina uhakika kuja kufikia mwaka elfu mbili na kumi na nane mwanzoni mwanzoni hivi au katikati, Tanzania tunaweza tukawa na ndege. Sasa ziko tatu, nyingine itakuja mwezi wa sita ya nne, nyingine zitakuja mbili, nyingine. Kwa hiyo ni ndege saba. Kwa hiyo tutakuwa tumefika mahali pazuri pa kuifanya Tanzania kuwa hub. Hilo ni moja katika miundombinu. Barabara na madaraja mengine kila mmoja mnafahamu, na kuna miradi mingi tu ambayo inatakiwa kutengenezwa, na mingine imeshaanza, flyover ya Tazara imeshaanza na kadhalika. Sitaki kwenda kwenye details sana, lakini katika swala la kilimo tumeweza kutenga bajeti ya trilioni 1.56 na kwa bahati nzuri, katika kuonyesha hilo reflections ya kwamba tuko serious katika masuala ya kilimo, wawekezaji wengi wameanza kujitokeza. Kuna mfano, kuna wawekezaji wa kampuni ya Ujerumani ambao wanataka kujenga kiwanda kikubwa kule Lindi ambacho kinaweza kuajiri watu zaidi ya watu hata elfu kumi, lakini kutokana hiyo na masharti ambayo tumeendelea kuyaweka na kuboresha katika masuala ya kilimo kwa sasa hivi wakulima wameanza kuona matunda ya kuweka maelekezo mazuri katika kilimo chetu. Kwa ndugu zangu wa Mtwara kama wako hapa na Lindi, wanafahamu siku za nyuma kilo moja ya, ya korosho ilikuwa inauzwa approximately shilingi elfu moja kwa mwaka huu, na katika mwezi huu tuliomaliza, kilo moja ya, ya korosho imeuzwa kwa shilingi elfu nne. Kwa hiyo ni four times. Kwa hiyo nina uhakika watu wa Mtwara na Lindi inawezekana hawararamiki sana, kwamba mifuko imekosa hela, kwa sababu wamefanya kazi, wameproduce korosho. Hata kwa pamba bei, kuna maeneo mengine imenunuliwa mpaka shilingi elfu moja na mia tatu kwa kilo. Tunafanya hivyo ili kuhakikisha yale makodi ya ovyoovyo ambayo yamekuwa ni kero kwa wakulima tunayatoa na hili ndio tunaendelea kulisimamia katika upande wa nishati bajeti iliyopitishwa ni ya trilioni moja pointi tatu katika hilo tumeanza sasa kuboresha miundombinu yetu inayohusu nishati ile kinyerezi wani tumeshalipa zaidi ya dola milioni ishirini ili kufanya extension tuweze kuproduce megawatts zaidi ya 335. Tumeweka mradi mwingine Kinyerezi 2 ambao utatoa megawatts zaidi ya 240 na, na kampuni ya Simetomo inafanya kazi pale na tumeshaweka jua la msingi, lakini tunataka tuwe na Kinyerezi 3 ambayo itatoa 600 megawatts. Tutafikisha pia Kinyerezi 4 ambayo nayo itatoa 350 megawatts. Tunafanya hivi ili kufika mwaka elfu mbili na ishirini Tanzania iweze kuproduce zaidi ya 5000 megawatts kutoka tulizo nazo za sasa hivi za approximately 1400 up to 500 megawatts. Tunafanya hivi ili kuhakikisha kwamba nchi ya viwanda inapatikana, lakini pia katika masuala ya elimu bajeti ya mwaka huu katika masuala ya elimu ni trilioni 4.47. Tulipoingia madarakani, tuliahidi kwamba Watanzania lazima sasa wapate elimu bure kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari. Wakati tukiingia bajeti haikuwepo, lakini kwa uhakika, kutokana na makusanyo makubwa yaliyokuwa yanapatikana tukawa tumepata extra kutokana na zile fedha na ndiyo maana tukaanza kuwa tunatoa bilioni 18.77 kila mwezi, kwa ajili ya kwenda kutoa na kutekeleza. Hili swala la elimu bure limekuwa na changamoto zake. Moja ya changamoto ni kwamba wanafunzi waliongezeka wengi wa kwenda kusoma darasa la kwanza enrollment imeongezeka kwa asilimia 84 na enrollment ya Form 1 imeongezeka kwa asilimia 26. Pakawepo na challenges za madawati. Tunashukuru hizi challenges za madawati sasa hivi tumekaribia kuzimaliza kwa asilimia 99. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Katika swala la mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, katika bajeti iliyopita fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya bajeti ya wanafunzi kwenda juu zilikuwa bilioni mia tatu arobaini. Kwa sababu ya mapato yaliyokuwa yanakusanyika kwa wingi, tukaongeza tulizozitoa mpaka zilifikia bilioni mia nne sabini na tatu. Wanafunzi waliokuwa wanatakiwa kupata mkopo walikuwa 98 elfu, wakafika mpaka wanafunzi laki moja na elfu ishirini na nne na mia tatu ishirini. Katika bajeti ya mwaka huu tumeongeza pia 10 bilioni, kwa hiyo zimetengwa bilioni 483 kwa ajili ya kuwakopesha wanafunzi. Kila kitu kizuri kinapojitokeza kina changamoto zake. Wakati tumechukua hatua za kuwakopesha, wanafunzi wengi wamejitokeza, wanafunzi wengine hewa mle wakukopeshwa, wapo wengine waliokuwa wamemaliza chuo kikuu, akaamua tena kwenda chuo kikuu akapata mikopo kwa hiyo zikawa zimekopeshwa zaidi ya bilioni 3.5 za watu ambao hawakustahili kupata mikopo. Katika shule za msingi napo mnafahamu pamejitokeza changamoto za wanafunzi wahusika, baadhi ya walimu kuandikisha wanafunzi wengi zaidi katika shule hizo, na uhakiki unafanyika, tumejikuta pia kuna wanafunzi hewa na kadhalika. Katika maendeleo yoyote changamoto huwa zipo. Changamoto hizi zipo pia katika watumishi hewa ambapo kwa sasa hivi wamefikia karibu 17500 tunaendelea kufanya haya yote katika kujenga nidhamu ya kutengeneza Tanzania iliyo mpya na yenye mwelekeo mpya. Kwenye sekta ya maji, napo bajeti ni trilioni 1.02 na kadhalika na kadhalika. Kwa ujumla, tunaweza nikasema kwamba tunaelekea vizuri, tuko kwenye laini nzuri Tanzania, na tunapata sapoti kubwa ya Watanzania na ninyi waandishi, na ndiyo maana uchumi wa nchi yetu mwaka jana ulikuwa kwa asilimia saba. Tumelenga katika mwaka huu ukue kwa asilimia saba point mbili. Katika kuota mbili za mwanzo indiketa ya uchumi wetu imekuwa by 7.9% na kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi tano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 siku moja Tanzania isiwe nchi ya, ya kupata misaada bali iwe inatoa misaada. Na huo ndio mwelekeo wangu na ndio nia yangu, na nina uhakika ni nia ya kila Mtanzania kwamba Tanzania ifike mahali iwe nchi tajiri, na ukweli unajidhihirisha wazi kwa sababu Tanzania ina kila kitu, madini yote unayoweza kuzungumza yapo kule Ruangwa sasa hivi kuna graphite ambayo imeshavumbuliwa. Graphite ndiyo inatumika katika kutengenezea magari yanayojiendesha kwa kutumia battery. Na graphite ni dini ambalo ni next after diamond, na hilo ni hydrocarbons kama diamond ilivyo, lakini Tanzania tuna ethene ya kutosha, ambayo ni gesi imetoka kule kusini mpaka hata hapa Ruvu ipo ambayo inatumika kwenye nishati ya mafuta. Tanzania tumepata madeni amba, madini ambayo ni very rare. Gesi inaitwa helium, wengine wanaita inert gesi, wengine wanaita noble gesi, wengine wanaita stable gesi ambayo ni nchi tatu tu duniani ambazo zina madini ya helium katika, nchi, katika dunia. Kwa hiyo tuna koboti, tuna niko tuna coal, tuna Tanzanite You can mention ene. Kwa hiyo Tanzania ni tajiri, kinachotakiwa ni namna gani tunaweza tukatumia hiyo resources ya utajiri wetu kwenda mbele. Kwa hiyo nimejitahidi kubana matumizi serikalini, palikuwa na safari za ovyo ovyo tu watu wanapishana angane kule, na nilifanya hivyo kwa kuanzia mimi mwenyewe, kwamba ukitaka kutoa directions lazima uanze na we mwenyewe. Nimealikwa mialiko zaidi ya arobaini na saba nimeweza kwenda mialiko mitatu nje ya nchi. Nimeskipu hata mikutano mingine mikubwa, kwa sababu ninajua tunaweza bado tukawakilishwa na mabalozi wetu walioko kule na wakaleta effect hiyo hiyo. Otherwise palikuwa hakuna sababu ya kuwa na mabalozi halafu sisi wenyewe tena tunaenda huko tunajisomba labda mia moja tunalipwa night wakati hizo hela wananchi wetu wanahangaika kwenye mahospitali na kadhalika. Kwa hiyo nimefanya hivyo kwa lengo kubwa kwamba la kuhakikisha tunakuwa na Tanzania mpya yenye mwelekeo, na katika kufanya hivyo mataifa mengine bado wametuheshimu na kututembelea na ndiyo maana mmeona katika kipindi hiki tumetembelewa na marais kutoka Vietnam, kutoka India, kutoka kutoka Moroko, Rwanda na kadhalika zaidi ya maraisi saba ambao wameweza kututembelea hapa na tumeingia mikataba yao mbalimbali mbali. Katika hilo nafikiri kwa kureflect kwamba mimi nabana matumizi, wenzangu wakaamua kuwa wananipa vyeo, wakanichagua kuwa mwenyekiti wa East Africa Community juzi juzijuzi, wamenichagua kuwa mwenyekiti wa troika ya SADEK inayodilia mambo ya siasa na kadhalika. Tunashukuru , lakini lengo ni kuhakikisha tunasolve issue zetu kwanza za Tanzania katika kuleta maendeleo kwenda mbele. Sasa sifahamu hiyo assessment kama inasaidia sana katika kujitathmini, lakini ninachotaka tu kukueleza tumepanga Tanzania kuwa ya viwanda, mwelekeo ni mzuri, wawekezaji wapo. Jana juzi nilikuwa Kenya, nilieleza tu na wao wakashangaa kwamba makampuni yaliyoko Tanzania kutoka Kenya yako mia tano na ishirini na nne, na yamewekeza dola za Kimarekani bilioni 1.7 na kucreate employment zaidi ya Watanzania hamsini na sita na mia mbili sitini, na hiyo ni Kenya, na kuifanya Kenya katika nchi za Afrika kuwa moja yenye makampuni mengi ambao wamewekeza katika Tanzania, siko nchi nyingine na kadhalika. Najaribu kueleza hii. Sifahamu kama nimejibu vizuri swali lako, lakini ninachotaka kukueleza kwa maoni yangu, ninaona tunaenda vizuri, na ndiyo maana nimepunguza punguza sherehe sherehe za uhuru ambazo tungesherehekea tukamaliza, nikazichukua hizo hela tukatengeneza barabara ya Mwenge. Nina uhakika hata we Lioba unapita pale pale, inawezekana hata msongamano umepungua kidogo unapoenda kwenye kituo chako Palikuwa na sherehe nyingine, nikapeleka barabara ya Mwanza na kadhalika. Kwa hiyo najaribu hivyo, ili katika kuhakikisha kwamba tunajenga conscious ya Watanzania katika kuiamaki maendeleo ya kuwatumikia Watanzania.